Greda hili limeletwa kwa ajili ya kata 28 na nane Kaliua 13, Ulyankulu 15, kata 28. Na greda hili utaji wake unapitishwa na baraza la madiwani pamoja na mapendekezo ya wataalamu. Moja ni chanzo cha mapato kwa sababu ule, ule mtambo siyo jiwe, ni mtambo unaweza kuharibika, tuna kazi ya kupatia mtaji ili tuendelee kutengeneza lakini unoo kazi ya uendeshaji iwaonge ndugu zangu, bila odc. Ninashukuru Mheshimiwa madiwani wako wakomgewe niletea kuchilongelasi, niliwaomba wanipe kila kata barabara mbili ambazo ni kelo, wanipe ya kwanza na ya pili, ambazo ofisi ya mbunge nishughulike nazo kama alama za mbunge. Sasa sakua yenu wananchi, hatuna mtambo wa kumwa magogo, safisheni barabara. Viongozi wetu wa jeshi la sungusungu, tukahamasishe watu kwa tujitokee maandamano ya kweli. Ninatamani jimbo langu, tukiingia mwamnange, twende kwenye kitongoji cha uturu wa ngoko, twende mpenge, tupange tumetokee kwa mwinyi, tukitaka twende tukatokee kule kule kule Igwisi kwa maana ya Upeli, tuwe na barabara zinazofikika ili uchumi wetu weze kukua. Na mi naomba mlizie, kama tunaweza tukalizia wote kwenye mkutano huu kwamba kipaumbele chetu pia cha mbunge kwa mwaka huu wa kwanza huu ni shughulike na barabara, ili barabara zetu ziweze kufungua. Mnasemaje kwenye hiyo? Hebu tunyoshe mikono, mnaokubaliana na mimi Ulyankulu